Tutaenda kujadili kuhusu fontanela. Kuna fontanela mbili muhimu wakati wa kuzaliwa, fontanela ya mbele na fontanela ya nyuma. Hizi ni sehemu laini kati ya mifupa ambayo haijashikana. Kwa kawaida fontanela ya mbele hupima takriban sentimita tatu kwa tatu wakati wa kuzaliwa na inafunga polepole pole, na kufikia umri wa inafunga kati ya mwaka mmoja hadi miaka miwili ya umri Kunaweza kuwa na hali fulani ambapo inaweza kuwa kama e kubwa zaidi ya kawaida na kuna kuchelewa kufunga, kama masuala ya tezi ya thyroid na mahali popote hydrocephalus, na kuongezeka e kiwango cha maji kwenye ubongo, na shinikizo la juu la ndani ya fuvu, ambapo inaweza kuchelewa kufunga. Katika mazoezi ya kila siku, fontanela hutumika kutathmini hali ya unyevu wa mtoto na dalili zozote za maambukizi ya ubongo inapokuwa imevimba. Tunapopima, tazama kama kuna uvimbe wowote, inamaanisha kuna ongezeko la shinikizo la ndani ya fuvu, inaweza kuwa ishara ya maambukizi ya ubongo. Na kuendelea kuwepo kwa fontanela ya nyuma zaidi ya takriban wiki sita ni hali isiyo ya kawaida, inaweza kuwa kiashiria cha ugonjwa wa Down.